Po, mbona leo ujaenda shule? una shida gani? Yaani sikii vizuri, nimeamka tu na hisi kichwa kinaniuma. pia na uchovu, mbavu zinaniuma kwa chini, alafu mgongo nao nahisi, sijui ni malaria. Kuhisi malaria peke yake haitoshi, inabidi tuende kwenye kituo cha afya wakakupime ili tupate miongozo wa daktari na matibabu yaliyo sahihi. Mi sio ni kama kuna ulazima wa kwenda hospitali, kanichukule tu dawa ni meze nitapona, maana dalili zote zinaonyesha hii itakuwa ni malaria tu, haina haja ya kusumbuka. Hapana, hicho unachotaka wewe sio kitu kizuri kunywa dawa bila mwongozo wa daktari sio jambo jema. Inakupaswa twende kwa daktari akakupime, tupate dawa kwa mwongozo wa daktari. Kunywa dawa kiolela sio kitu kizuri kabisa. Sawa, nimekubali ushauri wako maana au king'ang'ania jambo mpaka lifanyike. Ndio nakupenda na sana, ndugu yangu, na ndio maana napambania afya yako.